Kuna hawa ndugu wawili, wa kike anaitwa Omotola, wa kiume anaitwa Rotimi. Wana gari lao hilo ambalo wanapigia kazi. Rotimi ni dereva, alafu Motola anatisha kama konda. Omotola akapiga debe kwa dakika kadhaa, gari ikajaa, na akawaambia abiria kabisa kwamba yeye hana chenchi, wahakikisha wamepanda na hela kamili. Basi gari ikaondoka, muda kidogo wakafika kituo cha kwanza, akashuka dada mmoja, akatoa hela kubwa. Mambo gani tena haya? Si nilisema kabisa sina chenchi mimi. Sikusikia bana, em, nipe chenchi yangu niondoke Wenaye mpela yake, sialisema kabisa kama una chenchi usipande. Mi sikusikia bana. Ukusikia madamu shida nini? Sialisema kabisa kama una chenchi usipande, mbono unatusumbua? Vumbi lilitimka pale, huyu anataka chenchi, huyu chenchi ana. Ili kuepusha mambo mengi, Rotimi akamwambia Umotola amrudishie tu hela yake waondoke. Haya bana. Kesho yake wako nyumbani, Omo yuko bizi anapika na mdogo wao wa mwisho, anaitonoa, yuko pembeni anajisomea. Punde akatokea huyu dada, anaitwa Felisha, huu ni jirani yao tu, ila wao wanamwita aunti, kutokana na jinsi wanavyoishi naye. Sasa hapa nawapa taarifa kwamba nilimwona anku wenu mitaa ya juu kule, yuko bizi anawaambia watu kwamba nyie mmemzurumu gari. Huyo mzee mjinga sana, hilo gari katuachia baba yetu ili tuweze kumudu maisha, alafu na yeye bado analitaka. Mimi nilikuepo naye hospitali ile siku anamwahidi baba kwamba atatutunza, lakini angalia sasa hivi yuko wapi? Sasa hawa washikaji wamefiwa na wazazi wao wote wawili, yaani familia nzima, wamebaki watoto tu, na wote bado ni wadogo. Omotola na Rutimi ilibidi waache shule ili wapige kazi waweze kumhudumia na kumsomesha mdogo wao Noah. Noma sana. mimi hapa ni storyteller wako, naitwa Esconka na hii hapa ni e7 Beat Subscribe na utano notification bell ili uweze kujiunga na familia hii kubwa. Basi bana Rotimi, huwa kuna msichana mmoja anamzimikia sana. Sasa wakati anaenda kuchota maji akamuona, ikabidi arudi nyuma kwanza, akajiweka vizuri, kisha akasogea mbele akamuita hawa wawili wamekuwa wakikutana mara kadha wa kadha, lakini msichana amegoma kabisa kusema jina lake, anaitwa nani. Basi leo akamrahisishia kazi jamaa, ukiotea herufi ya kwanza basi nitakwambia jina langu, naitwa nani. Mchizi akataja herufi zote, wapi anakosea tu, akakata tamaa kabisa, akasema ataotea tena siku nyingine. Kabla hajaondoka ndoka akamwambia, sasa kumbe jina lake anaitwa Binta. Oh, Binta. Mida usiku huku nyumbani, Noa anaombea chakula. Wazee wao waliwakuza katika malezi ya dini sana. Rotimi akatoa pesa mfukoni, akampatia Omo. Ya nini sasa hii? Ya vitabu vya Noa alivyoomba, English na Mathematics. Noa akashukuru. Rotimi anajitahidi sana kuhudumia familia yake. Kesho yake asubuhi, Rotimi akamwambia Omo akisha mlipia vitabu Noa awahi mapema kituoni, sababu hawezi kuwa dereva na konda kwa wakati mmoja. Omo akasema sawa, ili mchizi anataka atoke, Ome akamrudisha asali kwanza. Rutimi akasali chapuchapu huyo akawahi mzigoni. Imewabidi yani wabebe majukumu ya wazazi wao ili wahakikishe Noa akosi chochote. Gari nayo ikiwagomea, wanaichokonoa wenyewe inawaka, wanaingia mzigoni. Sasa mida ya baadaye, Rutimi anazunguka mtaani anakusanya watu. Wacha Binta naye atokee. Dereva, inaenda wapi eh? mchizi akaanza kujikuna kichwa. We, si Rutimi eh, ndio we, we ndo dereva? Deeva ndio mido dereva Usi mdogo sana kuendesha gari. Ogai muondoa gari tuondoke, bana acha story. Rotimi ikabidi amkatae binta kwamba aende ndicho kitu anachokwenda yeye. Akachomoa gari akaondoka. Mida jioni, huko mtaani kuna huyu mama akamuita Noa. Ndo alikuwa anatoka shule. Wewe ndo Noa, sio? Ndio. Alafu, naongea na wewe naweka mikono kiunoni. Wewe ndo ulimpiga mwanangu? Ndio. Huu, unaitikia kabisa. Kwa nini ulimpiga? Eh? Alikichora kitabu changu. Oh, alichora kitabu chako. Haya, nilikutuma umpige. Eh? Sema na kuelewa kwa kuwa wazazi wako hawapo, ndio unajifanya hauna adabu. Aya, piga magoti hapo. Baadaye Noa anarudi nyumbani analia kishenzi. Rutimi na Omu wakamuwahi kumuuliza shida nini, ndio kuwapa stori sasa ilivyotokea. Em, naenda kakae pale, washikaji wakatoka nduki kwenda kumtimbia huyo mama. Wanakuja reisi kishenzi, wanamuita jina lake. Kwa nini umpige mdogo wangu? Anawajibu ovyo tu. Om akavuta fimba jampiga nayo ikaponyoka, wakamshusha chini, walimweka makofi mengi, wakamtelekeza hapo, kisha wakasepa zao. Wakarudi nyumbani na bashasha kubwa, wamemkomesha. Washikaji wako radhi kufanya chochote kwa ajili ya mdogo wao. Basi bana, siku nyingine Rotimi anatembea anatembeatembea mtaani kwa mbele, akamuona Binta akabadili uelekeo chapuchapu. Kumbe Binta ashamuona bana, akamwita Rotimi. Umeshikaji kugeuka sasa unanikwepa au? Hapana bana, kwa nini nikukwepe? Sikukuona tu ndo maana au kwa sababu nimejua wewe ni dereva wa daladala. Hapana wala sio hivyo. Kwanza nilitaka kukuambia lakini nikaona tujuane kwanza. Lakini unajua mimi huwaga sijali kuhusu vitu kama hivyo. Wote tunapitia magumu, kwa hiyo naelewa. Kweli haikusumbui? Hiyo wala hakuna shida. Hata hivyo, unaenda wapi? Natembea tembea tu kwa sababu huwa tunafunga hesabu mapema sana siku za Jumamosi. Nafunga? Ndiyo, mimi na dada yangu Motola ndo konda wangu. Dada yako ni konda wako? Eh hey, ndiyo. Oh wow ya utampenda, ni mtu poa sana basi sawa. Washikaji wakaanza kutembea pamoja bila usiku. Rotimi anachekelea tu, mume akamuuliza, vipi, mbona unachekelea hivyo? Umeokota hela nini? Rotimi akamwambia, sio lazima iwe pesa, ni Binta kaniambia ajali kama mimi ni dereva wa daladala. Binta ndo nani? Binta wa hapo juu. Ah, yule msichana. Mhm, mm -hmm. hiyo ndo sababu unakenua hivyo? Rotimi kafurahi sana, crush wake ananyooka taratibu, lakini kwa umu haikuwa nzuri sana Binta. Anyway, kesho yake kama kawaida mianga ikoni. Omo anapiga debe. Rotimi akasema leo ajisikii vizuri. Omo akampima joto. Mbona joto lako liko sawa? Mchizi akasema kachoka tu. Hivyo warudi nyumbani wakajiandae kwa ajili ya kesho. Omo akasema sawa. Lakini tusubiri kidogo. Kwa nini? Tusubiri tu kidogo. Hapo hapo akatokea Binta. Mchizi akakurupuka. Rotimi mambo? Ah, Binta. Hampakii tena. Ah, hapana, twende. Rotimi, si tumeelewana tupakii tena. Uh, ah, Binta, huyu ni dada yangu Omotola. Omo, huyu ni rafiki yangu Binta. Binta akamgea mkono Omo. Omo akaupokea kama ile basi tu. Haya twende. Sa twende. Omo akasema usiniambie huyu ndo tulikuwa tunamsubiria muda wote. Mchizi akamwambia wii, ingia tu kwenye gari tuondoke. Omo akaingia. Uweza amini, Mchizi alimpeleka Binta mpaka getini kwao. Muda huo Omo anawaangalia kwa hasira vibaya mno. Mwisho akaagana kwa hiyo kwa sababu ya mwanamke hatufanyi kazi leo, na ukutaka hata kubeba abiria wengine. Wakati tunakuja hapa mi sikujua kama ni mbali kiasi hiki, ila twende tu, hakuna namna. Wakaondoka pale. Wiki moja ikapita, washikaji wanamaliza kazi mapema tu kwa sababu rotimi anakuwa anadai kuna kitu muhimu anaenda kufanya, na leo hii anaondoka tena. Omu akambana aseme ni kitu gani cho muhimu kuliko kazi ambacho anaenda kukifanya kila siku. Rotimi akagoma kusema, akaondoka. Sasa mida ya baadaye, Omo anafua nguo za ndugu zake hapa nje. Anti Felisha akatokea akamuomba amfuatie mafuta ya kula yamemuishia. Omo akatoka kwenda kufuata mafuta. Sasa kumbe Rotimi huwa anafunga hesabu mapema kuja kukutana na Binta bana, wanatembea na kula stori nyingi. Leo hii Omo akawafuma Rotimi Binta akamsalimia Omo, lakini Omo hakujibu akapita pembeni akasepa. Kwani jamani kuna shida? Mchizi akamtuliza tu kwamba hakuna shida, muda mwingine waga anakuwa hivyo tu basi ikabidi waachane pale ili Rotimi arudi nyumbani. Huku Omo akayafikisha mafuta kajaa jaziba za kutosha. Ile Rotimi anafika tu, Omo akauasha moto. Kwa hiyo, huyo msichana ndo ametufanya sisi tu tunamaliza kazi mapema kila siku, si ndio? Wewe fuata ishu zako bana. Hivi Rotimi una akili kweli? Una shida gani wewe? Felicia katokea. Jamani kinaendelea nini hapa? Muda huo Omo analalamika kishenzi. Yaani tunamaliza kazi mapema kwa sababu ya msichana? Rotimi naye aongee chochote zaidi nitakupiga ujue, nitakupiga ujue. Felisha akawaachanisha Rotimi akaenda ndani. Kupiga kelele itasaidia? Wewe tulia alafu tulijadili ili swala kama watu wazima. Baadaye Felisha akawaweka kikao kumaliza ili swala. Mchizi anasema kila siku tunafanya kazi asubuhi mpaka jioni na huwa tunafunga hesabu mida saa kumi na mbili jioni. Eti yeye hataki. Ndio, sitaki, sababu hiyo ndio mida ambayo tunapataga pesa nyingi. Sija kuuliza wewe homo. Anti, siwezi kufanya kazi usiku kila siku. Lakini unaweza kufunga hesabu mapema kwa sababu ya msichana. Lakini ni bora huo unaenda kumuona mchana, mida ambao hakuna wateja. Binta huwa anaenda shule hivyo anapatikana jioni tu. Basi msahau, yani ni msahau hivyo. Unajiona nani wewe? Najiona nani yani najiona nani? Home akaondoka eneo la tukio. Anti akamchapa somo Rotimi kwamba sio vizuri kugombana na dada yake hivyo, lakini pia anaelewa kwamba anampenda Binta na anatamani kuonana naye kila siku, ila na yeye pia anahitajika kazini. Hivyo basi awe anaenda kumuona weekend siku ambazo hawaendi kazini, maana akiendelea kuonana naye kila siku atamzoea alafu atamchukulia poa. Rotimi akamuelewa anti yake, huku Omo akaenda paka kwa akina Binta. alivyotokeza tu kwenye geti hivyo Omo akamvuta akamchimba mikwara mingi mno, asimuone tena na kaka yake, kisha akasepa. Kesho yake Rotimi ndo akampa mkanda mzima wa maisha yao Binta, kwamba wazee wao walipofariki waliwaachia hilo gari tu na kwa bahati mchizi ndo alikuwa anatimiza miaka 18, hivyo akapewa leseni ndo akaanza kuendesha lile gari. Na dada yake Omo ilibidi aache shule ili aje kumsaidia kama konda, maana asingeweza kufanya vyote peke yake. Kwa nini ukuniambia yote haya? Sikujua nianzie wapi. Inda akasema anaona kabisa dada yake yuko sahihi, inabidi afokus na kazi, lakini pia akamshauri kwamba kuna kozi anaweza kusoma, alafu zikamtoa kabisa, kwa sababu ulimwengu wa sasa umebadilika. Anaweza kusoma computer engineering au software engineering. Japo sio full kozi, lakini itamtengenezea pesa nyingi sana kiasi kwamba ataachana na hizi ishu za ukondakta. Kweli ndiyo, najua unataka kuisaidia familia yako, hivyo kujitoa kunahitajika sana. Basi mchizi alivyofika nyumbani akaiwaza sana ile kauli ya mwisho ya Binta kwamba kujitoa sana kunahitajika ili aweze kuisaidia familia yake. Kesho yake akamshirikisha Omo hilo swala la yeye kuanza kusoma. Omo akasapoti hiyo pointi. Mchizi akuamini akamtaja na Binta kwamba ndo akatoa wazo. Akamkata kabisa Omo, kuna kingine anataka kuniambia au nikaendelee na kazi zangu ndani? Ah, hakuna. Omo huyo akaenda ndani. Siku kadhaa mbele mchizi akaenda kumpa taarifa Binta kwamba tayari kajiandikisha chuoni. Binta akamuuliza kama ana laptop ya kusomea, mchizi akasema hana. Binta akasema sawa, nisubiri hapo. Mtoto akaingia ndani, baada ya muda akarudi na laptop akampatia jamaa. Mchizi kufungua akakutana na PC. Akafurahi kishenzi, akamshukuru sana Binta. Basi akarudi nayo mpaka nyumbani. Kwa mara ya kwanza kabisa, Omwe akafurahia kitu kutoka kwa Binta. Kesho yake mapema mno mchizi akaanza kwenda chuoni sasa. Anti Felisha akatoka nje akamwona mchizi ndo anaishirizia. Akamuuliza Omo, "Rutimi anaenda wapi na mabegi? Hamuendi kazini leo?" "Oh, anaenda chuoni, anasoma kompyuta sasa hivi." "Wow, hiyo nzuri sana. Lakini mtawezaje kujigawa na kazi? Tutajitahidi tu. Tutakuwa tunaenda mapema alafu baadaye jioni ataenda chuo." "Oh, safi. Nimeipenda hiyo. Unajua hawezi kuwa dereva miaka yote, eh?" Lakini hata hivyo, mkihitaji chochote au msaada wowote msisite kuniambia, nitawasaidia. Waum akasema sawa. Basi mchizi akawa anasoma kwa bidii sana. Rotimi, unafanya nini hapo? Nafanya project yangu. Project? Project gani? Kwa nini ukufanya jana usiku? Nilikuwa nimechoka, nilivyomaliza kuendesha niliunganisha chuo. Lakini Rotimi, unajua kabisa tusipofanya kazi asubuhi na jioni, tutawezaje kuishi humu ndani lakini pia na mimi nisipofanya hizi projekti sitoelewa kitu, na nisipoelewa nitawezaje kufaulu ili niwasaidia nyiye. Mi sina muda wa kuongea, naomba tukutane nje, tunaenda kazini e hey. Mwisho wa siku mw akawa naona pesa na wanayopata siku hizi ni kidogo sana, kwa sababu wafanye kazi masaa mengi. Hivyo akamwambia jamaa kama ikiwezekana aache shule tu. Yaani, niache shule kisa wewe umesema? Akamfyonza kisha akasepa. Sasa kuna siku Noa akaumwa ghafla. Omo akamuweka mgongoni kumwaisha hospitali, huku Felisha nafata kwa nyuma. Muda huo huku Rotimi yuko na mpenzi wake Binta, stori ni nyingi mno. Zinapigwa simu ya Rotimi ikaita, kucheki hivi ni Omotola. Mchizi akagoma kupokea kwa sababu anadhani Omo anataka ajue tu alipo, afu anze kumpigia kelele za kurudi nyumbani, na Omo ameanza kumpigia jamaa masaa mawili sasa, yamepita na zote mchizi apokei. Basi stori zikaendelea baadaye usiku mwingi ndo Rotimi anarudi nyumbani. Sasa ulikuwa wapi Rotimi? nimekupigia mara ngapi, hukupokea? nilikuwa bize bana. bize na nini? najua ulikuwa na huyo msichana wako mpuuzi, toka ukutane naye, hautujali kabisa sisi. Sasa Omo akawa na mwaga lawama nyingi, bila kumwambia mchizi sababu ya kumpigia simu nyingi mchana. Wakaishia kutukanana tu, mwisho Omo akasema ataondoka na mdogo wake hapa nyumbani, wamuache peke yake, kisha akasepa. Kesho yake Felisha ndo akamwambia Rotimi kwamba Noah mdogo wao alizidiwa, wakampeleka hospitali nini, alipatwa na homa ya ghafla, lakini alivupigwa sindano kadhaa joto lake likashuka na akaruhusiwa. Ndio maana alikuwa ananipigia simu nyingi sana na mimi sikupokea, na wewe ndo ukafanya aogope zaidi. Unajua dada yako anaweza kuonekana mieyusho, lakini kuna kitu kimoja nakiogopa sana, kupoteza familia yake lakini usijali, kila kitu kitakuwa sawa. Rutimi akajuta sana. Huku nako Omo anatembea peke yake, analia kishenzi, anasema ataondoka na mdogo wake pale nyumbani, wakaanze maisha yao peke yao, maana mchizi toka akutane na huyo Binta amekuwa kama kajitenga nao, hivi anamsikiliza yeye tu. Kesho yake Rutimi anatoka aende chuo, akamkuta Noa hapa nje, akamuuliza Omo yuko wapi? Noa akasema hajamuona kabisa toka jana. Mchizi akampima joto, akamuuliza unajisikiaje saa hivi? Najisikia poa tu. Basi mi naenda chuo, ila omo atarudi na ukihitaji chochote mwambie Aunt Felicia. Mchizi akasepa. Baadaye omwe alivorudi, akapaki mabegi kila kitu, kisha akaondoka na noa wakahamia kwenye pagala moja hivi, hakuna hata godoro. Noa akasema hawezi kukaa hapa, bora amrudishe tu kwa kaka yake. omwe akamhakikishia kwamba hapa yupo salama, atamtunza na kumuhudumia, kwa hiyo yeye atulie tu. Noa akatongozeka. Omwe akatoka kwenda kumtafutia chakula, huku Rotimi anarudi nyumbani, anashangaa kukiona chumba chepesi, shangaa watu wako wapi, kukagua nguo, hakuna nguo zao akajua tu hao watakuwa wameondoka, akapiga simu nyingi mno aziokotwi. Basi akatoka nje kwenda kumuuliza Felisha, akina Omotola wako wapi? Felisha naye ajui, piga simu ya Omo, lakini haipatikani. Rotimi ndo akazidi kuchanganyikiwa, ikabidi atoke kwenda kuwatafuta. Huku washikaji maisha ndo wameanza, wanalala chini. niliuliza kila mtu jana na kuna mama mmoja hapo juu ndo kaniambia aliwaona wanaondoka na mabegi, lakini kwa nini afanye hivyo? Rotimi akapata idea kwamba Omo hawezi kumwacha Noah asiende shule. Hivyo akatoka nduki mpaka shuleni kwa akina Noah nako pia kupata chochote. Ndio akazidi kuchanganyikiwa mara mbili. Huku Omo na Noah wanauza maji na juisi mtaani. Wanazunguka kila kona mzee. Baada walivyorudi nyumbani, Noah akawa analia anataka kurudi shule. Kapigwa najua na jua hana hamu. Omo akawa anamtuliza tu kwamba mambo yatakaa sawa na ataendelea kusoma. Sasa kuna siku Omo yuko miangaiko kama kawaida, akakutana na mko wake. Mchizi akampiga kitambaa cha uso. Uwezi kusalimia, sio? Homo naye akarudisha kibao, shida yako nini? Yaani unampiga baba yako wewe. Baba yangu? Baba yangu gani? Sasa huyu jamaa ndo anko hao anayelitakaga lile gari la kina Homo aliyoachiwa na baba yao, lakini pia aliachiwaga majukumu ya kuwatunza hao watoto na marehemu baba yao, ila jamaa yuko bize na mambo yake tu, hana muda nao kabisa. Basi akamvuta mkono Homo, akaangusha beseni lake. Homo alimpiga makofi huyu mzee mpaka akabaki katoa macho tu. Akajitetea akasema yeye hawezi kupiga wanawake ila anaenda kwa kaka yake kumwonesha kazi kisha akaondoka. Omo akajaribu kumpigia Rotimi mara kadhaa ili amjuze kuhusu jamaa kwamba anakuja huko lakini hakumpata. Na kweli mzee anko akamtimbia Rotimi kazini akaanza kumnyang'anya funguo za gari kabla jamkopua, washikaji wa pale kijiweni wakatokea kumsaidia Rotimi, walianza kumpiga huyu mzee analeta wizi kijiweni. Punde akatokea Omo na noa wakamkombatia jamaa huko. sawa kweli -yani a niko poo sijali. Basi wakarudi wote nyumbani. Mshikaji akamwomba msamaha Motola, kisha akasema ataacha kwenda chuo, lakini pia hataongea tena na Binta, anataka kufocus na familia yake tu. Omo akasema sawa, nimewamisi sana. Tulikumisi pia na sisi, hatukutakiwa kuondoka sisi, bado ni familia. Wakapata kumbato la kizungu. Felisha naye akamlalamikia sana Omo kwa maamuzi aliyoyafanya akamsisitiza asije kufanya makosa kama hayo tena. Basi washikaji wakaendelea na maisha yao kama kawaida, wanapiga debe na nini. Kuna siku Omo akampigia Binta na akamwomba msamaha kwa yote aliyotokeaga hapo katikati na akamwombea nafasi nyingine kaka yake, maana Jamali yavunja kabisa mahusiano. Kabla hata Binta hajajibu chochote, Omo akakata simu. Mida usiku, Omo akamshauri Rotimi kwamba badala ya kuacha shule kabisa, ni bora akaulizie chuoni kama kuna vipindi vya wikendi tu. Oh, ila kweli alafu sikuulizaga hata kama wanavyo. Mi nilichukuaga hivyo hivyo walivyonipangia. Basi tukipata vitu vitaenda poa. Mchizi akafurahi sana pia. Umu akamwambia kwamba aliongea na Binta na anaonesha kumjali sana jamaa. Rotimi akafurahi mara mbili, walau dada yake kamkubalia wifi. Sasa mchizi akaenda chuo na akaambiwa kwamba hakuna vipindi vya wikend, ila kuna vya mchana tu, vinaanza saa nne asubuhi na vinaisha saa nane mchana. Binta akawa naofia itakuwa ngumu kwake. Mchizi akasema wala hakuna tatizo, sababu huwa tunapiga mzigo asubuhi sana na mida ya jioni. Basi wote wakalipitisha hilo wazo, hivyo mishale ya saa nane omwe akawa anaanza kupiga debe ili ule Rotimi akifika ni kuwasha gari na kuondoka. Na kweli mzee mchizi akawa anajitahidi sana kuwahi. Miezi tisa ikapita, kuna projekti mchizi alikuwa anaifanya paka na sweti, yani om akawa nampepea ili endelee kufanya kazi kwa bidii. Kesho yake akaitwa ofisini na lecture lecture. Akamwambia yeye na timu yake wanatafuta vijana wadogo wenye uwezo mkubwa kwenye coding, kwa hiyo baada ya kuongea na mwalimu wako akakutaja wewe na wengine wengine wengi, hivyo tutawapitisha kwenye mchujo alafu tutawachagua tatu bora, kisha tutawapa kazi ya kutengeneza app. Rutimi akashukuru sana. Wiki moja mbele wakawapata washindi wawili, Rutimi na mshikaji mwingine tu wamewachukua wawili badala ya watatu sababu hawa jamaa walionyesha uwezo wa hali ya juu zaidi, hivyo kukawa hakuna haja ya kuwa watatu. Mchizi akawapa kazi sasa kutengeneza software ya kampuni fulani hivi kutoka nchi za nje huko, na wakiweza kufanya hivyo watalipwa kila mmoja dola elfu tano sawa na milioni 12 na laki tano kwa pesa za Tanzania, lakini pia watakuwa nalipwa mshahara wa dola 1500 kila mwezi sawa na milioni 3 na laki saba kwa huku kwetu. Washikaji wakafurahi sana miezi mitatu mbele, projekti ya washikaji ikakubaliwa, wakalipwa dola za Kimarekani elfu tano. Omwe alifurahi sana baada ya kupewa zile taarifa. Basi maisha yao yakabadilika kutokea hapo, wakawa wanakula pamba kali na nini. Na siku kadhaa mbele, Rotimi akapanga apartment kali sana. Nisikilizeni jamani, ndiyo. Ndiyo. Hii ndo nyumba yetu mpya. hii ni nyumba yetu ndiyo, kaka, ndo tutakuwa tunakaa hapa. Ndiyo, ni sahihi kabisa, wote tutakuwa tunaishi hapa. Kwa hiyo sasa hivi sisi ni matajiri. Ndiyo na hiyo inamaanisha kwamba kuanzia leo hakuna kuendesha gari wala kuuza maji, na wote mtarudi shule. Nimeipenda sana hiyo, asante sana kaka. Makumbato tu eneo la tukio. Omu akamshika mkono noa kwenda kuangalia vyumba, Rotimi akamkombatia Binta. Haya yote asingetokea bila yeye. Hili ni wifi la taifa. Hivyo unajua sio kila jasho ni dalili ya maendeleo. Wakati mwingine unauchosha mwili tu kwenye njia isiyo sahihi. Usiogope kusimama Tazama upya na kuchagua njia inayokupeleka mbali na kwa kasi zaidi. Ndo kilichotokea hapa. Basi Rotimi na Omu akamrudishia nkoao funguo ya gari, maana alikuwa naitaka sana, na hapo ndo inakuwa mwisho wa hii movie inaitwa Down for Dreams. Niandikie maoni yako hapo chini, umeionaje hii kazi? Mimi hapa ni storyteller wako, naitwa Eskonka, tukutane kwenye video nyingine. Bye. Una stress na life, wasimami tu, inasonga. Muvi kali pekee ndo inaweza roika konga, hauelewi. Muvi ndefu rugha zinagonga, E7B konka. Wezi cheki movie moja toka juzi, muda hautoshna. Unapenda muvi tayokata kiu yako ni E7B. Ah, YouTube channel ni moja tu E7B